Bishop umesema yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuguzia na ukasahau urafiki ambao pia tuko nao similarity between mimi na wewe. Wewe ukiwa umeshika Biblia na mimi ni mkulima, apart from kuwa mwanasiasa. Mimi napanda miwa kule na Baholo. Mwenyezi Mungu ametupa mashamba kidogo, bado iko mingi, tunapanda miwa. Jambo mzuri ambalo rais wa jamhuri ametufanyia ambalo ni muhimu tumwambie kwamba tunashukuru ni kwamba amepunguza bei ya mbolea kutoka elfu saba imekuja elfu mbili na mia tano hiyo jambo imesaidia sisi kama wakulima wa miwa kwa sasa tunaweza kuwaga mbolea kwa miwa yetu na ukikuja na vaholo miwa iko kwa wingi tunapanda miwa na that why bishop umesema umesahau kwa sababu watu wangu wakiwa na pesa kwa mfuko hata sadaka inaongezeka Tunatoa sadaka kidogo, kwa sababu Mheshimiwa Ruto ametupunguzia bei ya mbolea. Jambo la pili, Mheshimiwa Ruto ameteremka hapa Mumias na akatoa ile madeni ilikuwa bilioni 117 mo, akafutilia mbali nao, our factories zimesimama imara. Tuambie Mheshimiwa Ruto asante kwa kusafisha balance sheet ya mambo ya miwa, tumwambie asante kupunguza bei ya mbolea sisi kama wakulima wa miwa tunajivunia, tunaenda mbele na tunamwambia, ule mswada wa bunge wote walipitisha, Bishop hamala akiwamo, mimi nikiwa ni tukiongozwa na leader of majority. Sasa tumesafisha mambo ya ukulima wa miwa, tuendelee kupanda miwa, tusukume gurudumu, hakuna importation ya sukari, tujonge tuende mbele, mwisho.